Habari gani mpendwa mtazamaji wa Sunrise TZ. majina yangu matatu naitwa Fasadi Mohamed Salanga. Leo nimekuja kuielezea biashara biashara hii ni ya biashara ya sabuni ya kuoshea vyombo, moja ya biashara ambayo ukiifanya inakuletea faida kubwa sana. Kama huja subscribe, subscribe leo, kama uja like like leo, kama huja comment niambie Mwalimu Salanga na kutazama kutokea Singida Mwalimu Saranga na kutazama kutoka Tukuyu Mbeya, Mwalimu Saranga na kutazama kutoka Lushoto Tanga, Mwalimu Saranga na kutazama kutoka Ugweno Moshi, niambie kwenye comment na mimi nitakujibu. Leo nakwenda kuelezea namna ya kufanya biashara hii. ni biashara ambayo ina faida kubwa sana ukiifanya leo leo. Nimekuja kuletea, nilishawaletea video jinsi ya kutengeneza. Leo ya kutengeneza nakuja kuelezea namna ya kuifanya na ina faida gani. Kitu cha kwanza tuangalie mtaji wa biashara hii. Biashara hii ina mtaji wa kama elfu thelathini unaweza ukaanza, ila katika elfu thelathini utanunua mafuta elfu kumi na nane, mahitaji mengine utanunua elfu tano vifungashio utanunua elfu saba vinakaa hamsini misha nielewa jumla hapo kujumlisha ni shilingi elfu thelathini. Upatikanaji baada ya kutengeneza, katika upatikanaji wa baada ya kutengeneza utapata makopo arobaini na tano kila kopo utailiuza bei ya jumla elfu moja mia mbili hadi elfu mbili kama rejareja kwa, ukiuza kwa elfu moja mia mbili kwa makopo arobaini na tano unapata makopo unapata shilingi elfu hamsini na nne Ukitoa elfu hamsini na nne ukitoa elfu thelathini unapata faida ya elfu ishirini na nne Hiyo ndo faida yako, ila kama utauza buku jelo faida itaongezeka zaidi na mtaji utaongezeka. Kama utauza elfu mbili rejareja faida utapata zaidi. Makopo arobaini na tano mara elfu mbili utapata kama elfu tisini Hiyo kwa hiyo faida maradufu, ila ni moja ya biashara ambayo watu wengi sana wameisahau. Ni moja ya biashara ambayo mzuri sana kuifanya. Cha kufanya unazunguka masokoni, unawatafuta watu ambao wananunua sabuni za kuoshea vyombo kwa jumla. Ukishapata oda za kutosha, unatengeneza. Mambo ya kuzingatia ni machache tu. Hakikisha unanunua malighafi kwa jumla, hakikisha una caustic soda mfuko mzima unauza hamsini na tano. Umeona? Hakikisha unanunua rangi kubwa hata ya elfu kumi. Umeona? Hakikisha unanunua sodium silicate hata lita moja, na hakisha mafuta nunua lita ishirini. Usinunue, usinunue mafuta usinunue mafuta lita moja moja. Hakikisha unanua mafuta lita 20 ambayo ina range elfu sitini hadi elfu sitini na tano umeona hapo. Utapata biashara mzuri yenye faida kubwa ambayo itakufaa sana. Leo ni hii nimekustua, biashara ambayo faida yake ni mzuri. Ukipata kwa mtengenezo um, wa lita sita, ukipata faida elfu ishirini na nne, je mpaka ufika lita 18 umepata faida shilingi ngapi? Kwa hiyo cha kufanya tafuta oda za kutosha, anza kusambaza sabuni za kuoshea vyombo. Usikaze kichwa, leo nimekuja kukubadilisha mawazo. Jaribu kutengeneza sabuni za kuoshea vyombo ambazo zinapendwa sana mtaani, ni mzuri, zinatakatisha vizuri sana. Naitwa Fasadi Mohamed Saranga. Muda mrefu mjaisikia sauti yangu tena kwenye video zangu, mambo mengi hapo katikati yaliingia, ila nimerudi kwa nguvu mpya, hali mpya na kasi ya ajabu sana. Karibu sana, nikutakia siku njema. Usisahau kusubscribe, ku like na kushare. Kama unataka kujifunza jinsi ya kutengeneza sabuni ya kuoshea vyombo, tutafute WhatsApp, tutakufundisha namna ya kutengeneza, tutakuelekeza wapi wanauza malighafi na vifungashio. Nikutakie siku njema, nikuage bye. Kumbuka hii fursa yoyote anaweza kaifanya, ukiwa mkoani, ukiwa wapi, kila kitu unaweza kufanya. Karibu sana, nikutakie siku njema, nikuage tena bye, bye.